Una kipi cha kuwashauri vijana ambao wanapenda mshangaza? Yeah. Wenye umri mkubwa lakini hawezi kuwa mshangaza kama modo cha vijana hapa. Mimi, kitu cha kwanza nitakachokisema, uh, obvious kutakuwa kuna gap kati ya umri yeah. ndio maana unasema vijana na hawa mashangazi ni watu wakubwa. Mimi naliona kama ni jambo ambalo halipendezi kwenye taswira ya, ya Kiafrika. Tuna, tuna mipaka ya umri kati ya vijana na watu wa umri mkubwa, hasa pia kuheshimu uh, mdogo kwa mkubwa, mkubwa kwa mdogo. Hiyo ndo culture yetu ya Afrika na unapokuwa kijana alafu ka date na mtu ambaye amezidi sana umri, ambao unaelekea kwa umri labda wa mama yako. Kusema shangazi ni mtu ana mwenye undugu na baba yako ambaye ni mkubwa, mara atakuwa umri wa baba yako, sioni kama ina inafit kwenye culture yetu ya Kiafrika.